Ni mwaka 2015 kila mmoja alikuwa na shauku ya uchaguzi kutokana na hamasa kubwa ya kisiasa iliyokuwa wakati huo. Katika mabango yaliyo barabarani, picha za washindani wakuu wa uchaguzi zilipamba miji, lakini kwa sasa hali ni tofauti. Zimebaki saa na dakika kadhaa kabla ya wa watanzania kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini tofauti na miaka iliyopita hamasa ya kisiasa inaonekana kushuka kampeni ambazo kwa kawaida hujaza viwanja na mitandao ya kijamii kwa mijadala mikali, safari hii zinaonekana kimya, zisizo na mvuto, zisizo na joto la kawaida la kisiasa. Wananyee tutapiga kura. Mwaka elfu mbili kumi na tano uliashiria zama mpya za, za siasa za ushindani nchini Tanzania. wanataka waone kauso kangu kalivyo. Wagombea wakuu akiwemo John Magufuli wa CCM na Edward Lowassa wa CHADEMA walijibizana hadharani kwa hoja kali na vijembe vilivyotikisa majukwaa. Kampeni zilikuwa zenye nguvu, vijana walijitokeza kwa wingi na siasa zilionekana kama sherehe ya demokrasia. Kwa uzoefu wangu mimi, kura nimeanza kupiga tangu mwaka elfu mbili. Kwa kweli safari hii kuna changamoto ambazo zipo nyingi sana, ambazo uchaguzi hauko kama ulivyokuwa kule nyuma kule nyuma mtu alikuwa anaweza hata akaahirisha kazi zake akaenda kwenye uchaguzi, lakini safari ya, safari watu yani wako bize na kazi zao. Hali yenyewe naona zile hamshaamsha za uchaguzi zile zimeshuka sana. Kwa hiyo watu wengi kwa kweli hata kufuatilia imekuwa ni shida, kwa maana hiyo inabidi hata viongozi wenyewe wajitahidi kutoa hamasa kwa watu labda awezi kuungana vizuri ali irudi kama ile ya nyuma. Kwa kweli, kampeni za sasa hivi hazina amsha amsha, sio kama miaka mingine. Huu mwaka vyama vingi havina havina kampeni, na ndio maana hata kampeni zake nyingi, yani, zimepoa sana, tofauti na miaka iliyopita kwa asilimia kubwa. Yani, kiufupi, siasa ya msimu huu haina mvuto, pamoja na kwamba uchaguzi tuatangaziwa upo lakini watu wamekosa ile hali ah, ya kwamba kweli huu msimu kama miaka mingine iliyopita, kama nilivyosema, yaani ile kujitoa kwamba nikasikize siasa ya kiongozi fulani siasa ya kiongozi fulani. Ukiangalia kwa asilimia kubwa, wanaenda wale makada wenyewe ambao ni wachama husika, lakini raia kama raia kujibeba akaacha kazi zake, labda ni fundi au ni fanya biashara, aina yote ile aache biashara atakamsikiza mwanasiasa, sasa hivi hiyo haipo toka yaani, kwa miaka ya nyuma, miaka ya Magufuli, miaka ya Kikwete eh, miaka ya Mkapa, maana hivyo vipindi vyote mimi nimeshuhudia siasa ya miaka mitano iliyopita ukikompea na hii miaka hii siasa ya Magufuli na sasa hivi ni vitu vitu tofauti. Onya kwa Magufuli naye alikuwa na kwake na ule rais naye na, na kwake na viongozi wa mwakubwa na wanao ya kwao, lakini yote kwa yote, siasa ni siasa. Lakini kwa yote siasa ni siasa, lakini tukitaka kuangalia kiuhalisia maliziano hayapo. Uchaguzi huu umekuwa hauna ushindani mkubwa sana, kwa hiyo tumekuwa tukishuhudia baadhi ya vyama haviko katika mchakato, lakini bado hata wale wagombea wa vyama pinzani au vyama vingine fulani fulani hawana nguvu kama miaka iliyowahi kupita. Yeah, o mimi ninachokiona kwamba uchaguzi huu tunakwenda kwenye uchaguzi wa tarehe 29 uh, tunakwenda kupiga kura, lakini tuelewe kwamba ushindani uchaguzi huu ni mdogo sana kulinganisha na miaka iliyopita, lakini pia uh, katika uchaguzi huu uh, kuna mambo ambayo mimi nayaona kwa upande wangu uh, naweza nikasema kwamba ni uchaguzi ambao karibia, uh, watu wengi, eh, hawana mwamko kama miaka mingine iliyowahi kupita. Kwa hiyo tunachoweza kutegemea au kutarajia ni mwitikio mdogo wa Tanzania katika upigaji kura wa tarehe 29. Lakini mwaka 2020 taswira ilibadilika chini ya utawala wa Rais Magufuli. Kampeni zilifanyika kwa tahadhari kubwa. Vyama vya upinzani vililalamika kuhusu vizuizi, ukamataji wa viongozi na mazingira magumu ya kufanya kampeni. Hata hivyo, mijadala ya kisiasa bado ilikuwepo, ikizingatia masuala ya maendeleo, miundombinu na utawala bora. Katika miaka mitano tumeharibu mahusiano yetu na dunia nzima, leo hii yale manufaa yaliyokuwa yanakuja kutokana na Afrika Arusha kuwa Geneva ya Afrika yamepotea. Njaa ya kila mahali. Lakini kampeni za mwaka huu 2025 zimekuwa kimya. Wananchi wanasema hakuna hoja mpya na ushawishi wa kisiasa umepungua. Uchaguzi huru utakurejeshea mwananchi ufalme wako katika nchi hii. Wapinzani walikuwa wanapenda kuibua hoja nyingi sana hmm? na zile hoja ndio walizokuwa CCM watakiwa wazifanyie kazi ili hoja zitekelezeke, lakini kwa kipindi hiki hakuna hoja yoyote ile inayochangiwa. Ni baadhi wanasema kwamba yani wanarudia yale yale ya mambo ya miradi miradi miradi miradi. Ina maana hakuna hoja mpya inayotolewa inayo kwa sasa hivi kwa nini hawaongei hoja zinazokuja mbele? Kila mwaka maji barabara, kila mwaka maji barabara, shule eh? afya zenyewe, ukienda mahospe, mpaka sasa hivi watu tunaangamia kwa kusa, hata madawa hakuna. Wenyewe wanaangalia maji barabara, zile hoja za miaka arobaini na kumi na tano iliyoisha ndio tunazoendelea kuletewa sasa hivi, yaani hawana hoja mpya. Hamasa yenyewe viongozi wakakuwa wanatoa hamasa nzuri kama waliokuwa wanatoa nyuma kwa kweli watu hata kuhamasika kwenda kusikiliza hiyo mikutano ingekuwepo. Na hizi sasa, viongozi wenyewe ndio wanatangulia kuvunja moyo kwa wananchi wao, ile hamasa iliyokuwa nayo hicho chama. Kwa hivyo vyama vingine bado hiyo hamasa sijaiona. Kwa hiyo tukienda hata ule mkali wa kusema kwamba labda hiki chama kinafanya hivi, na zile sera za mvuto kwa watu zinakuwa hazipo, yani ndio maana kumepoa ingawa najitahidi sana kusema wavute hivi lakini bado hajaonekana mtu wa kuweka mambo yakae vizuri. Hivi vyama vinashiriki, lakini zile hamasa zao sio kama vile zinawavuta sana kwa watu kwamba wafuatilie kuvipelekea sana hivyo vyama. Na sasa maeneo yenyewe wanaoenda kuifanyia hiyo mkutano, yani kama wanawafata watu waliko kwenye shughuli zao ambapo ukitaka kwamba masi ionekane nzuri ukae mahali ambapo watu watavutika watakuja kusikiliza, lakini kuenda kufanyia stendi kwenda kufanyia sokoni, watu wako bize na shughuli zao, pale kidogo pameleta usumbufu fulani. Baadhi ya wachambuzi wanasema ukosefu wa mvuto katika kampeni za mwaka huu ni matokeo ya ukandamizaji wa kisiasa, lakini pia uchovu wa kisiasa miongoni mwa wananchi. Ushiriki mdogo katika kampeni unaweza kutafsiriwa kama ishara ya kupungua kwa imani katika mfumo wa uchaguzi. Najiasa na, na mimi mwenyewe kama kama uchaguzi utakuwepo, e, wa haki, tuna utayari wa kwenda kupiga kura, lakini kama hautakuwa haki, kama wanavyozungumza kwa sababu wanaongea wao wenyewe viongozi wapinzani, wanasigana wenyewe na chama tawala. Sasa mwananchi unapata wapi nguvu ya kwenda kupiga kula. Kwa vile waase kama kuna uwezekano wa kukaa wakae, sisi ni wananchi tupo kwa kwa kwa kupiga kula. Sisi ni wananchi tupo kwa ajili ya kuwasikiliza, tunachotaka sisi watufanyie kazi ambao sisi wananchi tunahitaji. Ni kweli kwamba Chadema kutokuwepo na yeye imechangia sehemu kubwa sana kampeni kutokuwa na mvuto, kwa sababu ile na yeye ilikuwa na nguvu ya ziada na ilikuwa na wanachama wake, tunakumbuka hata elfu mbili na kumi na tano kampeni zilikuwa nzuri sana kwa sababu tulikuwa tunakusikiliza hoja sehemu zote mbili. Ukienda CCM unakuta wana hoja zao, ukirudi vyama pinzani unakuta wana hoja zao, lakini za sasa hivi hazina amshaamsha kwa sababu ni chama kimoja kinachozunguka. Ni chanzo kikubwa sana kwa sababu unapokwenda kutengeneza serikali ambayo kwa asilimia kubwa ni ya chama kimoja au ni ya chama ambacho kinakuwa na mlengo wa aina moja au baadhi hata ya, ya, ya wapinzani wakawa na mlengo kwamba, uh, wa sehemu moja. Tunachokitegemea kwamba Watanzania wengi wanategemea kwamba hakutakuwa na utetezi ambao utakuwa na mashiko kwa maslahi ya wananchi au kwa maslahi ya taifa zima. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwamba uh, chama cha demokrasia na maendeleo eh, kina mchango mkubwa sana, kwa sababu ni chama ambacho kwa upande wa upinzani tunasema ni chama ambacho ni kwa sana ni chama ambacho kina nguvu. Kwa hiyo unapokiondoa katika mchakato au kinapojiondoa katika mchakato wa uchaguzi, basi tayari kuna wafasi wake, na baadhi ya watu ambao hawana vyama e, wataweza kuwa wamekata tamaa au wakajiondoa katika mchakato mzima wa kupiga kura. Kadri siku zinavyosonga kuelekea Oktoba ishirini na tisa, macho ya Tanzania na dunia yanaelekezwa kwenye sanduku la kura, lakini tofauti na miaka ya nyuma. Safari hii sauti za siasa zimesikika kwa upole. Ukienda na shughuli zako, ni kuombe kula kwamba kijana wako amekuja mbele yako namba ishirini na tisa unipigie kula. Ah, sina uhakika si, si, sina, sina, sina na e, mtachaguliwa sawa mwanangu. Lakini uhakika na tume huyo ya uchaguzi, kwa hiyo sitoenda kupiga kula. Watampigia mtu na hata kutaka kupigia watakupa kama mtachaguliwa sawa mwanangu, lakini kwa maana nitapoteza muda nitanyenyuka nenda kupiga kura yeah, kabisa nitakuchagua, nakupenda, tunasema nataka mchapakaji, lakini kwamba mwanangu, hiyo kura yangu itafika, mm, mahali sahihi mm, sina imani, sina imani kabisa, mtoto wangu. Yani, yani labda tume za ibadilike, tume ya uchaguzi sawa na, na sheria zibadilike. Swali kubwa linabaki, je, utulivu huu ni ishara ya ukomavu wa kisiasa au ni dalili ya kukata tamaa kwa wapiga kura?